Lakini vile mimi najua ni kwamba watu wote hawajaachiliwa. Kuna watu ambao saa hii bado tunasukuma kesi zao kwenye mahakama tukitaka kujua wako wapi, kama wale vijana wa Kitengela mpaka saa hii hawajulikani penye walienda. Jambo la pili ni kwamba ni kinyume cha sheria ya kuteka watu nyara, nao urahisi kusema wameachiliwa na haitarudiwa, ni kwamba amekiri kwamba yeye ndio anahusika, na tungependa kuelewa ni kwa sababu gani alifanya hayo na ni kinyume cha sheria na kama ni nchi ambayo ukweli na tii utawala wa sheria, Bwana Rais anatakana we angejiuzulu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Okiya, unamtuhumu rais moja kwa moja na matukio haya ya utekaji wa watu. Yeye ndiye anahusika na utekaji wa watu, hakuna mtu mwingine anahusika, kwa sababu ukisikiza ile ilikuwa ya waziri wake ambaye alikuwa zamani ni mkuu Attorney General, alituelezea kinagaubaga vile mtoto wake alipotekwa nyara na akaongea na rais, na rais akapiga simu kwa watu wa NIS na kijana yake akaachiliwa. So, ni rais Ruto ndiye anahusika na hayo maneno na ni yeye pia ndio amiri jeshi mkuu, kwa sababu ambao walitekwa nyara walikuwa anatekwa nyara kwa sababu ya kwamba wanmwaongea wamesema ni kwa sababu ya kwamba walikuwa wakikashifu serikali ya Bwana Ruto. Kwa nini rais ajitokeze mbele ya umma na mbele ya rais wa nchi nyingine kutoa kauli kama hii? kama unavyomtuhumu yeye mwenyewe ndo amehusika huu uh, rais wetu huyu Bwana Ruto ni kama amechanganyikiwa kidogo. Hata juzi alitoa hoja akatangaza kwa kwaj-kwa dola ya kwamba kulikuwa na mfurugano ambayo watu waliuawa kule Rift Valley kuhusiana na kesi ya shamba fulani. Akasema kuwa ameongea na mwenye shamba na wakakubaliana vile watauzuluhisha hilo neno, akamtaja kwa jina. Baadaye ikajulikana kwamba huyo mwenye shamba ni mtu ambaye alikufa mwaka wa elfu mbili na kumi na saba. So rais alikuwa ameongea na yeye, si ugani? Rais ni mtu ambaye amezoea kusema uongo, sijui kwa sababu gani hajiheshimu hata na kidogo, anasema uongo. Tungependa atoe list ya watu wenye walikuwa wameshikwa wote, atuambie na wamewachiliwa, wamewachiliwa kwa njia gani na na nani, na tunataka tujue nani alikuwa anawashika, kujaribu kusema kama kweli singi, ikiwa hao ndio wamewashika wangejaribu wange kuwaita ili kuwauliza, na nyinyi mlipotekwa nyara unafikiria mliteka nyara nani? Kutiku, kwele, mba, i, i, janga, na nani mlipelekwa, nani waweze kuconstruct story tuelewe kwamba hii janga hutokea namna gani, na vile wanaiwaza tu ikaenda, wanashika mtu, wanamtesa, wanamwachilia baadaye, na polisi hata ukipeleka ripoti hawahusiki. Inaonyesha kwamba ni wao ndio wanahusika, na rais ndio anajua ni nini inaendelea, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Mm, lakini Rais Ruto amesema kwamba hilo halitofanyika tena chini ya utawala wake. Ha, hili nalo unalionaje? Nakaribisha hiyo huyo msema kwamba halitafanyika tena, lakini zaidi ya hapo, wale waliotenda hilo lazima watukuliwe hatua za kisheria. halitafanyika tena, tena, ha, haitoshi uadhibiwe kulingana na sheria za Kenya ili ndio tujue ya kwamba hayatarejelewa tena, lakini kama mtu hatachukuliwa hatua, na watu walitekwa nyara vile hata rais amekubali kwamba watu walitekwa nyara, nyara na itakuwaje? Kuna watu wametekwa nyara na hawajapatikana, kuna watu walitekwa nyara wakapatikana maiti, au watu rais anasema nini kuhusu wao? Lazima awajibike, lazima sheria ichukue mkondo wake. Hapo awali umesema kwamba kuna kesi ambazo bado mnazifuatilia za wale ambao wametekwa na ambao bado hawajulikani walipo. Unaweza kuwa na idadi ya wale ambao kwa sasa hivi hawajulikani walipo. Kwangu mimi kwa sasa hivi ambao najua hawa wako ni watu eh, ni kama watu sita ambao hatujaambiwa penye wako, na hasa wale vijana wawili wa Kitengela ambao familia zao ziko kotini zikisukuma zik zik zik zik serikali femeni wako wapi? Hmm. Hatujui penye wako, kwangu mimi ni watu kama sita, lakini kuna vikundi ambavyo vimesimamia haya mambo ambayo zimechunguza kwa undani zinasema ni zaidi ya hao watu ambao wametekwa nyara. Hmm. So kwangu mimi eh, ni kwamba kuna watu ambao hawajapatikana lazima tuchimbe hili jambo, tupate msingi wake ni nini, na tuweze kutumia sheria za Kenya kuhakikisha kwamba halitorudia tena. Mm, unamaanisha kwamba kama uh, viongozi kama wanaharakati, mtalifuatilia mta, mta jambo hili baada ya kauli hii ya rais mahakamani? Bado tunalifuatilia kwa sababu rais wetu amepa, ni muongo, hatuwezi kumwamini. Na kuna vijana wali- kuna kijana mmoja alitekwa nyara, huyo anaitwa Bull, alikuwa anataka anaenda masomo ya nje, viza zake zikafurugwa. Huyu kijana sasa kwa nini anahujumiwa kiasi hiki kiasi hicho cha kuzuiliwa kwenda kupata masomo ya juu, na lazima watu wawajibike wa kutoka juu mpaka chini. Hata rais mwenyewe awajibike, atuambie nini ilikuwa inaendelea chini ya amri yake.